Tukio la kwanza likawa ni kuoga katikati kati ya soko wakati jua linapiga kwa nguvu. Sokoni palipokuwa na wauza nyanya, mbogamboga, mboga na nafaka, huku bodaboda boda wakiwa wamepaki pembeni, Kinana alifika akiwa na ndoo kubwa ya maji ya bluu na kijagi cheusi, na mganga akasimama pembeni yake. Bila aibu, akajimwaga maji juu ya kichwa chake, akipiga mikono kifua na mgongoni watu wakashangaa, wengine wakapiga kelele, watoto wakacheka, wanawake wakapiga mayowe wakidhani amemogwa. Lakini Kinana aliendelea kuoga taratibu, kana kwamba hakuna anayemwona, maji akimtiririka mwilini na jua likimulika kipara chake. Wakati watu wanashangaa, pembeni kidogo, mganga alisimama na findi ya uchawi mkononi mwake macho yake yakimwangalia Kinana kana kwamba anamthibitisha mbele za ulimwengu mzima. Watu wakashangaa sana, na wengine wakaanza kusema, jamani, mbona huyu kijana amejiingiza kwenye mambo ya ushirikina akiwa mdogo sana? Wengine wakaanza kukemea na kuomba, lakini Kinana hakujali, aliendelea kuoga tu mwanzo mwisho. Baada ya tukio la mchana sokoni lililositua watu, usiku ulipofika Kinana alitembea kuelekea makaburini yaliyokuwa pembezoni mwa mtaa. Moyo wake ulikuwa mzito, miguu ikitetemeka, lakini hakuweza kurudi nyuma. Alikumbuka alichokubali kwa mganga. Ukianza tu, hakuna kurudi nyuma. Kinana, alipofika, aliona kaburi moja lililochakaa zaidi ya mengine. Mganga akamwambia, "Hapo ndipo utakapoanza." Aliinama juu ya kaburi akaweka mkeka mdogo aliyobeba kisha akalala kifudifudi juu yake. Moyo ukawa unadunda kwa kasi isiyo ya kawaida. Macho yake yalikuwa wazi, lakini hakuona chochote zaidi ya giza, miti mirefu iliyokuwa ikipepea kwa upepo, na kivuli cha makaburi mengine yaliyomzunguka. Dakika zikapita taratibu kila sekunde ikawa kama saa moja. Mara upepo mkali ukaanza kupita ukibeba majani makavu na harufu nzito ya unyevunyevu wa udongo wa kaburi. Kinana akahisi baridi ikipenya hadi kwenye mifupa yake. Kisha akaanza kusikia sauti, sauti ndogo sana, kama mtu anayeimba nyimbo za huzuni kwa mbali. Baadaye zikawa wazi zaidi ni sauti za watu waliokuwa wakilia, wengine wakinong'ona maneno yasiyoeleweka. Kinana akafunika masikio yake, lakini sauti zikaendelea kujaa akilini mwake. Akataka kukimbia, miguu ikamkata. Ndipo alipoona mwangaza wa taa ndogo ya mshumaa pembeni, na mganga akasimama umbani wa hatua chache tu, amewalia vamazi yake meusi, fimbo ya uchawi mkononi. Macho yake hayakumwachia, yalikuwa makali, yakionyesha ishara kwamba kinana asithubutu kuondoka.